Na sasa tunakuletea Dakika Tatu za Haba na Haba. Hebu fikiria kama unaishi katika mtaa wenye watu zaidi ya elfu moja lakini ni familia zisizozidi arobaini zenye vyoo. Mapema nimetembelea mtaa mmoja kwenye ufukwe wa bahari ya Hindi katika jiji la Tanga. Unaweza kudhani na burudika kwa upepo mwanana katika ufukwe huu wa mtaa wa Putini jijini Tanga, lakini kulia na kushoto kwangu kumetapakaa vinyesi vya binadamu. Mahali pengine kwenye eneo kama hili, pengine pangetumika kama ufukwe za biashara, lakini kwa wakazi wa Putini, eneo hili kwao ni choo. Kila mtu huja hapa kujihifadhi bila hofu kabisa. Abdalah Kanuni ni mwenyekiti wa mtaa huu. Vyoo kwa kweli, hili swala limekuwa ni tatizo. Linakuwa tatizo kwa sababu ya ardhi yetu. Sasa hivi kwenye mtaa wetu vile vyoo havizidi hamsini, kama vitakuwepo basi hivyo vyoo ni ishirini, havizidi hamsini, kwa sababu ya ardhi ilivyo. Kwa hiyo hii eneo tunazungumzia ni ile eneo ambalo ni gumu ndo ambalo ilivyo vyoo vipo. Mwanaidi Ali hajawahi kuona choo kwenye familia yake tangu azaliwe akiwa na miaka 30 sasa, anajisaidia ufukweni, lakini hata sahau kisa cha kufukuzwa na mnyama siku moja, wakati akijisaidia. Nilikimbia tu mpaka nyumbani, nilifukuzwa na mnyama pori, sijui sikumuona, anatokea wapi wala anatokea wapi. Nilijua tuji mnyama limefika, nikakimbia. Hakuna madhara yote umepata? Hakuna madhara yoyote, nilijitahidi tu mwenyewe. Selemani Muhamedi anasema wamejiwekea utaratibu wa kujisaidia ufukweni na sio kwenye makazi ya watu Sababu kubwa ni vinyesi vyao visombwe na maji ya bahari. Kutokana na maji ya bahari tunajua kwamba mimi nitakapotumia haja zangu, basi maji yale atasafisha lile ile hali, lakini ni matumaini yetu kuwa hizo hali zikiboreshwa. Hali ile pia inatuathiri. Una athari gani hizo athari? Zinapatikana kutokana na afya. Unaweza ukafanya utaratibu wako kule wa huduma, lakini ukategemea kuwa ile hali itasafishwa lakini ile hali matokeo yake isisafishwe, hatima yake mtu unaweza kwenda kule ukakanyaga labda kinyesi kile, basi mwananchi aweza akapatwa na maradhi, kwa sababu kile kinyesi aweza akawa kina mtu ana maradhi akakikanyaga, lazima upate maradhi. Afisa afya wa jiji la Tanga Kizito Mkwabi anasema serikali inatekeleza mradi maalum wa usafi wa mazingira ili kusaidia kupatikana kwa vyoo kwa kila kaya. E, jiji la Tanga e, lime kuwa na utekelezaji wa mradi huu katika vijiji kumi kuhakikisha kwamba kila mtu katika kijiji kile amejenga choo na choo kinaanza kutumika. Sheria ya mazingira ya mwaka 2004 inasema kwamba mtu anayo haki ya kushitaki mtu ambaye amechafua mazingira na kuleta athari. Kwa nini amwashitaki hao ambao hawana vyoo e? Swala la kuwashitaki hao ambao hawana vyoo linafanyika, lakini tunapendelea zaidi kuwa na usuluhishi ndani ya jamii. Ni vyema zaidi kama utamwelimisha mtu. Haba na haba.